Karibu sana kwenye Nuhu Online TV, chaneli yako pendwa kwa taarifa moto moto zenye ukweli na undani wa hali ya juu. Leo tunazungumzia suala kubwa linalotikisa Tanzania kwa sasa, kufungiwa kwa mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter kufuatia taarifa za uongo kuhusu kifo cha Rais Samia Suluhu Hassan. Hebu tuingie ndani kabisa ya hili jambo. Sehemu ya kwanza, tukio lilivyoanza. Mnamo tarehe 20 Mei 2025 hali ya taharuki ilitanda mitandaoni baada ya ujumbe uliochapishwa kwenye akaunti rasmi ya Jeshi la Polisi Tanzania kudai kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amefariki dunia. Ujumbe huo ulisambazwa kwa kasi kwenye mtandao wa X na kuibua hofu kubwa miongoni mwa Watanzania. Baadaye, Jeshi la Polisi lilithibitisha kuwa akaunti yao imedukuliwa na kwamba taarifa hiyo ilikuwa ya uongo. Serikali ilieleza kuwa ilikuwa ni jaribio la kuvuruga amani ya taifa na kuchafua jina la viongozi wa juu wa nchi. Sehemu ya mbili, hatua ya serikali kufungiwa kwa X. Katika hatua ya haraka, mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA ilizuia upatikanaji wa mtandao wa X nchini kote. Watumiaji wa kawaida hawakuweza tena kufungua mtandao huo isipokuwa kwa kutumia VPN ambayo kwa sasa inahisabiwa kuwa matumizi yake bila kibali ni kosa la jinai. Serikali kupitia msemaji wake Gerson Msigwa ilisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote waliohusika na udukuzi huo sehemu ya tatu reactions, maoni ya wananchi wanasiasa na wanaharakati hatua ya kufunga mtandao huu imeibua hisia tofauti baadhi ya wananchi wamesema ni hatua sahihi kwa ajili ya kulinda amani na usalama wa taifa wengine hasa wanaharakati na wanaharakati wa upinzani wamekosoa hatua hiyo wakisema inaminya uhuru wa kujieleza mbunge wa upinzani zito kabwe aliandika kwenye mtandao wa facebook akisema kupambana na taarifa za uongo, hakuhitaji kufunga g mitandao ya kijamii. Tunahitaji uwazi na majibu ya kitaifa. Sehemu ya nne: historia na muktada. Hii siyo mara ya kwanza kwa serikali ya Tanzania kufunga au kudhibiti mitandao ya kijamii. Mwaka elfu mbili ishirini wakati wa uchaguzi mkuu, baadhi ya mitandao pia ilifungwa kwa madai ya kulinda usalama wa taifa. Serikali ya Rais Samia, kwa upande mwingine, imekuwa ikijaribu kujenga taswira ya demokrasia na maridhiano tangu iingie madarakani. Hivyo, hatua hii ya sasa inaleta maswali mengi kuhusu mwelekeo wa uhuru wa habari nchini. Sehemu ya tano: athari kwa taifa. Kufungwa kwa X kunaweza kuathiri mambo mengi ikiwemo mawasiliano ya kijamii, biashara ndogo ndogo zinazotegemea mitandao, na hata juhudi za kisiasa, hasa wakati huu ambapo kampeni za uchaguzi wa 2025 zinaanza kushika kasi. Pia hatua hii inaweza kudhoofisha imani ya kimataifa kwa Tanzania, hasa kwa mashirika yanayopigania haki za kidijitali na uhuru wa habari. Je, unadhani hatua ya serikali kufunga mtandao wa X ni sahihi kwa usalama wa taifa au ni njia ya kudhibiti taarifa na sauti huru? Tueleze maoni yako hapa chini kwenye comment. Usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili upate taarifa zaidi kutoka Nuhu Online TV, chaneli yako ya ukweli, undani na uhaki. Asante kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa salama na fahamu haki zako mtandaoni.